Mwanamuziki kutoka Marekani, Chris Brown amenyimwa dhamana ya mahakama kuto, kutoka Uingereza huku akiamriwa kubaki mahabusu mpaka Juni 13 baada ya kufunguliwa kesi ya kumpiga producer wake kwenye klabu ya usiku jijini London mwaka 2023. Kwa mujibu wa NBS News eh, kwa sasa kesi ya msanii huyo inahamishwa kutoka Manchester hadi eh, katika mahakama ya Southwark Crown iliyopo jijini London ambapo eh, atakuwa hapo mpaka Juni 13 mwaka 2025. Utakumbuka kwamba Brown alikamatwa muda mfupi mara baada ya eh, kutua uwanja wa ndege Manchester akiwa na private jet eh, kufuatana na kosa lililofanyika Februari 23 tatu, ambapo walituhumiwa kwa kuweza kumuumiza producer wake ambaye anafamika kwa jina la Abe Diaw. Akizungumza na gazeti la The Sun, mtayarishaji huyo alisema kwamba Breezy alimpiga na chupa ya mvinyo mara mbili kichwani na kwenye goti, jambo ambalo liliweza kumsababisha moja kwa moja mpaka kupelekwa hospitali na yeye kuweza kumfungulia mashtaka. Aidha, mtayarishaji huyo amefungua madai dhidi ya Brown huku akitaka kulipwa dola milioni 16 ambao sawasawa sasa na shilingi bilioni 43 za Kitanzania kama fidia za majeraha ambayo moja kwa moja alishambuliwa na Chris Brown. Tupe mtazamo wako kwa mdao wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye comment hapo. Mdogo mdogo mdogo mdogo mdogo, tunazidi kusema kwa matendo.